Rasmi sasa Young Africans ndio mabingwa wapya wa kombe la Muungano lilochezwa huko Pemba Gombani e, katika ardhi ya Zanzibari. Young Africans wanafanikiwa kuibuka na kombe la Muungano baada ya ushindi wa goli moja kwa sifuri katika mechi dhidi ya JKU ya Zanzibar. Goli pekee aliofunga Maxi Pia Nzengeli katika dakika 45 ya mchezo inaipa ubingwa Young Africans ubingwa wa Muungano Cup. Rasmi, Young Africans ndio mabingwa wapya wa kombe hilo la Muungano Cup. Congratulations Young Africans kwa kubeba kombe. Yesu. Ukiachana na Young Africans kulikuwa na mechi nyingine nyingi katika usiku wa kuamkia leo, ambapo katika ligi kuu ya nchini Uingereza ulipigwa mchezo mmoja ambao uliokutanisha Nottingham Forest dhidi ya Brentford. Brentford wakifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli mbili kwa sifuri dhidi ya Nottingham Forest katika Europa League semifinali ama nusu finali ya Europa League, katika nusu finali ya kwanza kabisa Athletic Club United inamkaribisha. Eh bwana, jana Manchester United, United wamefanya mabalaa kweli kweli wakiwa katika ardhi ya ugenini huko Athletic Club katika nchi ya Spain. Eh bwana, Manchester United wanafanikiwa kuibuka na ushindi wa goli tatu kwa sifuri goli la kwanza likiwekwa kambani na Casemiro katika dakika ya thelathini akipokea asisti yake Manuel Ugate. Dakika ya thelathini na saba Manchester United wanapata mkwaji wa penalti penalti, penalti ambayo inaweka kambani na Bruno Fernandes. Dakika arobaini na tano ya mchezo Bruno Fernandes anaweka goli la tatu kwa Manchester United akipokea asisti yake Manuel Ugate. Kwa bahati mbaya, Athletic Club ilipata red card katika dakika ya thelathini na tano ya mchezo kupitia mchezaji Daniel Vivian. Hiyo Red card ndo iliyowanyong'onyesha zaidi na kusababisha Manchester United kuibuka na ushindi wa goli tatu kwa sifuri katika dakika 45 za kipindi cha kwanza. Tayari Manchester United walikuwa washaumaliza mchezo, so unasubiriwa mchezo tu wa mzunguko wa pili ambapo Manchester United wanakaribisha Athletic Club. Huu mwaka Manchester United wanalitaka kombe kwelikweli la Europa League mchezo mwingine wa Europa League uliokutanisha Tottenham Hotspur dhidi ya Bona Glimt ambapo Tottenham Hotspur walifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli tatu kwa moja. Katika Conference League semi-finali, nusu finali ya Conference League, kulikuwa na mchezo kati ya Duju Garden dhidi ya Chelsea. Chelsea walifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli nne kwa moja. Real Betis dhidi ya Fiorentina, mechi ilimalizika kwa ushindi kwa klabu ya Real Betis, ushindi wa goli mbili kwa moja. Hizo ndizo mechi ambazo zimepigwa katika usiku wa kuamkia leo. Ni mchezo gani ambao ulifurahia zaidi kati ya mechi hizo? Drop your comment ya comment hapo kwenye comment hapa. Ni super travel ya Dino Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.